Kwa hiyo ukiingia kwenye browser unayotumia iwe Chrome au Safari, ukifungua hapa, ukija kusearch hapa, ukija Inkryptus Inkryptus.com, ukija Inkryptus.com, uh, ikifunguka, uh, utakuja hapa kwenye mistari mitatu alafu utaenda kwenye solutions, alafu utaenda staking. Umeona, ikishafunguka staking, sasa utashuka chini, utashuka chini, utafika mpaka hapa sehemu ya staking calculator umeona. Hii ni namna ambayo unaweza ukafanya simulation ya faida ambazo unazipata au utakazozipata ukifanya uwekezaji na wallet ya Inkryptus. Kwa hiyo inakuonyesha hapa currency, utachagua Tanzanian shillings. Umeona? Alafu amount hapo taeka, mfano ukiweka tuseme milioni tano, milioni tano. Ukipeka milioni tano kwa bei ya sasa hivi, zingatia kwamba hii ni bei ya sasa hivi, utapata inki elfu moja mia mbili tisini na tisini na nne. Umeona? halafu hiyo milioni tano ambayo utanunua inki zako elfu moja mia mbili tisini na nne, utawekeza kwenye mkataba gani? Kwa sababu ukiangalia hapa kuna mkataba wa miezi thelathini na sita. Mkataba wa miezi 24, mkataba wa miezi 12, mkataba wa miezi 6 na mikataba mingine. Umeona? Sasa mfano tumechagua miezi 36. Kwa hiyo unaangalia mfano katika nikiwekeza kwa mwezi, labda naweza nikapata kiasi gani na kuambia kwamba kwa inki 1294 ambazo kwa sasa ni milioni tano. Faida ambayo unaweza ukaipata kwa mwezi kwa makadirio ni inki 81 kwa ambazo ni sawa na shilingi kama unavyoona hapa, shilingi Aa, laki tatu na kumi na tano ambao baada, ya, baada ya, ya, ya, ya, ya, ya, mwezi mfano utakuwa tayari una inki elfu moja mia mbili na tisini na nne na faida ya themanini na moja ambayo jumla inakuwa ni elfu moja mia tatu na sabini na tano kwa hiyo inaelezea hapa kwamba ukiwa na milioni tano na avrej unaweza ukapata faida ya elfu kumi na nne kwa siku umeona ambayo wakikuchaja asilimia ishirini na tano ya profit fee yao utabaki na elfu kumi na mia tano umeona. Kwa hiyo mfano ukija kuangalia labda baada ya mwaka sawa, utakuwa umepata faida ya karibia milioni tatu na laki saba, sawa uh, na mtaji wako bado ni ule uko pale pale, pale milioni tano. Labda baada ya miaka mitatu utakuwa umepata faida ya milioni kumi na moja na laki tatu, ambao ukichukua mtaji wako wa milioni tano pamoja na faida yako aa, utapata milioni kumi na sita. Sasa kitu ambacho natakiwa kuelewa kwenye calculator ni kwamba hizi faida ni makadirio sawa. Bei ya inki huwa inabadilika, pamoja na bei ya dola, kubadilishana dola kwa shilingi pia huaga inabadilika. Kwa hiyo unajua kabisa haya ni makadirio. Kwa hiyo unajua mimi nitakuwa uh, kwenye range labda naweza nikapata milioni tisa baada ya miezi mitatu, baada ya miaka mitatu kama faida mm, au milioni kumi, umeona, au inaweza ikazidi kwa sababu bei ya koini inabadilika, yaani sio kwamba ni fixed 100%, inabadilika, lakini ina ni tool ambayo inaweza ikakupa makadirio kwamba mfano nikiwekeza milioni tano kila mwezi eh, sikosi hata laki mbili, na kuanzia laki mbili na nusu kwenda juu, inaweza ikafika laki tatu, inaweza ikazidi. Kwa hiyo ni tool ambayo inaweza kukusaidia.